Sisi kama viongozi wa mkoa tuna imani sana na kamati tendaji taifa, na sisi tuko nyuma yao. Kama itashindikana, kama nilivyosema, sisi tutaandamana mpaka TFF, lakini ombi letu sisi tunaomba rais wa shirikisho la mpira wa Tanzania Wallace Karia ajitokeze hadharani, atuombe samahani moja, atuombe samahani sisi wanayanga wanachama na wapenzi wake. Pili, aombe samahani kwa viongozi wetu kwa kuwakejeli na kuwadharau kuwa kwamba hawawezi kuendesha kilabu yetu na wanastahili ku, kujiuzuru na hali sisi tuliwachagua na tuna imani nao. Kwa hiyo tunaomba ajitokeze. Kama hatafanya hivyo, sisi tayari tutamkuta kule kule kwenye ofisi ya TFF. Kwa kauli moja sisi kama mkoa tunatamka hatu, kwanza hatuchezi, tunataka pointi tatu, tunataka tuombe lazi, yaani hivyo vitu vitatu ni vya muhimu. Lakini vile vile <vire, clears throat> sisi baada ya <clears throat> kuahirishwa kwa ile mechi, kama mnavyojua, sisi ndio tulikuwa wenyeji wa mchezo. Tumepata hasara kubwa sana kwa hiyo tunaomba ile hasara watupe fidia, ukiacha na watu kuandaa ma kuandaa mavyakula mapato, ukiacha kuandaa watu vyakula, vinywaji, mapato, usafiri. Tulipoteza mwanachama wetu akafariki, unaona, kwa sababu kama mpira ungechezwa yule mshabiki asingefariki, angekuwa yupo ndani ya uwanja. Lakini tumepata hasara kubwa sana. Kwa hiyo tunaomba hizo fidia zote TFF wazikabidhi waturudishie. Kwa hiyo natoa rasmi sasa kuwa sisi tuko pamoja na kamati tendaji kwa kila ambacho watatuongoza kikanuni. Tunapinga maamuzi yote ambayo yanatolewa na TFF. Kwa hiyo mkoa wa Mwanza, sisi tunataka hayo matakwa tuliyoyazungumza yarejeshwe mara moja. Vile vile viongozi wetu waendelee, sisi tupo nyuma yao. Kama watashindwa, kama tulivyosema awali, watuitishe sisi tukae kikao cha dharura. Na tunatoa tamko kama kamati tendaji watashindwa kubaliana na wao, tunaomba waitishe mkutano wa dharura. Sisi wanayanga wenyewe ndio tukatoe maamuzi. Na hii, ndugu viongozi wanachama ni awamu ya kwanza. Kama itashindikana kabisa, sisi wenye Yanga yetu tutaandamana mpaka TFF nchi nzima. Lakini vile vile uongozi kama wa mkoa, tuchukue nafasi hii kupongeza uongozi wa klabu yetu baada, baada ya kujibiwa barua, uongozi wa kilabu ukiongozwa na Injinia Hersi Saidi pamoja na kamati yake kufungua kesi kwenye mahakama ya usuluhisho ya kimchezo CAS <clears throat> lakini isitoshe, kwa maamuzi ambayo yalitolewa au alivyonukuliwa rais wetu <clears throat> wa TFF Wallace Karia kwa kutukejeli klabu yetu kuwa sisi kama Yanga <clears throat> inatakiwa tukacheze kwenye sinema huko kwanza tayari hapo ameshazi yake kwamba sinema ni kitu cha ovyo, lakini vile vile alituingilia kuwa viongozi wetu ambao sisi tuliwachagua kikatiba hatujawa na doa lolote na wao, lakini yeye rais aliomba kuwa kama wanaomba yanga bodi ya ligi jihuzuru na wao viongozi, je, wako sawa na wenyewe wanapaswa kujihuzuru? Tunaomba atutake lazi na ajitokeze mara moja kukanusha. Cha kwanza, wanayanga Ukerewe wanaungana na matamko yaliyotolewa na mikoa yote na viongozi wetu wa kitaifa. Wanayanga Ukerewe wanaomba injinia na kamati ya kiutendaji wasisubutu, waheshimu yale matamko yao, kuweka timu uwanjani tena kwa tarehe yoyote yenye udhalimu yenye hila mbovu yenye fitina na makando kando juu ya yanga yetu. Hilo ni ombi la wanayanga kutoka Ukelewe. Hatuko tayari kuvunjwa moyo, kusababishwa hata hila mbovu alizonazo na magenge yake juu ya yanga yetu. Tunasema hivi mguu wetu mguu wake, Yanga isimame kwa kadiri ya umri wake na mafanikio yake. Pili, nimesimama kwa niaba ya viongozi wenzangu wa Yanga mkoa wa Mwanza wa kimatawi, naomba niwasilishe kama ilivyo. Cha kwanza, bado tunasimama na tamko la viongozi wenzetu wa kimatawi kutoka mikoa mbalimbali, tamko lilosemwa na kiongozi wetu, mratibu wetu wa kimkoa juu ya hila mbovu za TFF na bodi ya ligi juu ya Yanga. Nazidi kusitiza kwa niaba ya wenzangu, hatutakiwi wala wa, kiongozi wetu rais wetu Engineer Saidi na kabineti yake kuthubutu wala kufikiria Yanga kukubali tarehe tajwa ya aina yoyote ile ndani ya msimu huu Hatukubaliani, hatutopokea wala hatufikirii kupokea tarehe ya mchezo wa aina yote ile dhidi ya Yanga na Simba ndani ya msimu huu. Kwa niaba ya viongozi wenzangu wa kimatawi, tunamwomba Injinia hersi Said kama anaupenda mkoa wa Mwanza na kanda ya Ziwa asithubutu wala kupokea ushawishi wa aina yote ile kupokea tarehe tajwa ya aina yote ile ya kidhalimu kutoka ndani ya bodi ya ligi aidha TFF, kushiriki mchezo wa aina yote ile zidi ya Simba na Yanga ambao sisi tunasema uliisha tarehe nane mwezi wa tatu ishirini ishirini na tano. Hatukubaliani na udhalimu wa aina yote ile, upendeleo umekisiri ndani ya TFF. Tunachokisema sisi kama wanamwanza kama wana mwanza na kama mkoa tunahitaji point tatu, na hakuna kingine na tunahitaji Karia aweze kujiuzuru na ili tupate thamani, ili tu, ili tujue kabisa ametuomba radhi basi aweze kwanza kujiuzuru, alafu ndo aombe radhi, sio aombe radhi kabla ya kujiuzuru. Sisi tunahitaji hicho kitu kifanyike haraka sana. Yeye kama kweli ni mcha Mungu, na aweze kuangalia ni kitu gani ambacho amekosea, watu wote waweze kuona wadhi yake tu kama watoto. Kuendesha timu ni gharama, ni kosti kubwa sana na kwa Mwanza hii sisi tumesafiri kwenda Dar es Salaam, tumepata hasara ngapi? Unaacha familia unaenda kwenye gemu, alafu inaahirishwa kienyeji. Hata kikao alichokaa cha masaa sabini na mbili, wapi sheria na kanuni inajadili fujo? Hakuna kipengele kinachoongoza kujadili fujo. Fujo masaa sabini na mbili inakaliwa baada ya mchezo husika, ndio masaa sabini na mbili, sio kujadili fujo. Uharaka ule waliutoa wapi? Yaani uweze kujiuliza uharaka wa kuweza kukaa kujadili lile swala ulitoka wapi? Kwa sababu kuna mtoto wa mama kaguswa, tuweze kuitisha presi haraka haraka, kienyeji kenyeji, kama unakatakata nyanya. Karia, fika mahala uone kabisa, mimi nasemaje, kama ngariba mnyama mtu mzima apotee njia mara mbili, hatuchezi mechi kwa sababu Karia alichokifanya hatujakipenda kwa sisi wana Mwanza. Tulitoka hapa tukienda Dar es Salaam tukijua kabisa tunaenda kucheza mpira na tulivyofika kule tulivunjwa moyo tulinyeshewa mvua na bado from noe anatoka anaongea vitu ambavyo hatukumwelewa. Kama yeye ni kiongozi, kwanza ajitathmini, anatoka anaongea pointi ambazo hazieleweki. Kitu kingine, asilewe madaraka. Yanga ni timu kubwa na tunajiamini na pia yani, yeye, yeah, yeah, anatakiwa atambue, anaongoza watu wenye akili timamu. Cha kwanza, hatuchezi mechi, tumeungana na mikoa, mikoa mingine cha pili, sisi kwa kumwonesha sisi ni Yanga na yeye ni kiongozi, tulimwamini kwa sababu yeye amevunja uaminifu, kwamba yeye anatuona kama anaongoza watoto wadogo. Tunataka tumfunze na tumpe kwamba sisi tuna uwezo wa kufanya chochote. Yeye kwa sababu ameamua kufanya vitu tofauti na sheria zinazohusiana na mpira. Kama yeye ni kiongozi aende sawa, tuongoze sasa. Sisi tuko tayari kuongozwa kisheria na kanuni. Sisi wanayanga wa Mwanza tumesikitika sana, tumegharamika. Upendo ni gharama, tumetumia gharama zetu kwenda Dar es Salaam. Haiwezekani, from noya tu mtu anatoka ambaye ni kiongozi tena, anaongea anaongea vitu vya ovyo, anaongea yani anatuvunja moyo. Tulikuwa hatuna nia ya kuongea haya, ila tunaomba tutoe moyo wetu. Ametutesa muda mrefu, tumechoka. <coughs>